Waheshimiwa, tunaendelea wizara ya, ya kilimo Mheshimiwa Nema Mwandabila huwa Wash... kuwa naibu waziri wa kilimo na ahadi yangu kwake ni siku zote tu kazi itaendelea na tutaifanya kwa uaminifu. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kutenga fedha ili kuwezesha mfuko wa pembejeo za kilimo kupata fedha za uendeshaji na mitaji kwa wakulima hususan vijana na wanawake. Katika mwaka wa fedha 2024-2025, serikali iliidhinishiwa na Bunge shilingi bilioni kumi kwa ajili ya utoaji wa mikopo kwa vijana na wanawake. Vilevile vile katika mwaka wa fedha 2025-2026 Serikali imetenga shilingi bilioni 6 kwa ajili ya kukopesha wakulima kupitia mfuko huo. Hadi Desemba 2025, jumla ya mikopo 27 imetolewa yenye thamani ya bilioni 5.49. Kati ya mikopo hiyo mkopo wa shilingi bilioni 5 ni mkopo uliotolewa kwa benki ya ushirika, kwa maana ya Coop Bank, ambapo vijana na wanawake wanajishughulisha na kilimo katika ushirika wanakopeshwa. Mheshimiwa Spika, kati ya fedha hizo zilizoidhinishwa kwa ajili ya utoaji wa mikopo asilimia kumi na tatu ni kwa ajili ya usimamizi wa mikopo ikiwemo kutembelea wateja na kufanya ukaguzi. Serikali itaendelea kuuwezesha mfuko wa pembejeo za kilimo fedha za uendeshaji kwa ajili ya lengo la kuhakikisha upatikanaji wa mikopo yenye riba nafuu kwa vijana na wanawake ili kuhakikisha kilimo kinafanyika kwa tija. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Uh, Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali. Uh, na niseme tu kutokana na kwamba benki ya ushirika kuweza kupata bilioni tano kutoka kwenye mfuko wa pembejeo ni wazi inaonyesha yenyewe kama yenyewe haina mtaji. Hasa nataka nifahamu, kitendo cha mfuko wa pembejeo kutoa bilioni tano kwa mfuko wa kwa, kwa benki ya ushirika hawaoni kwamba mfuko umepoteza mantiki ya kuwafikia wananchi wanyonge? Lakini swali langu la pili asilimia 13 na bilioni 6 ni milioni 780, hii inaenda kama kwa ajili ya uendeshaji wa mfuko. Sasa nataka kufahamu, kitendo cha kuweka bilioni 780 kufuatilia madeni ambayo yameenda kwenye ni mikopo 27, tu hawaoni kama haya yatakuwa ni matumizi mabaya ya rasilimali za taifa? Asante Shumaziri. Asante sana Mheshimiwa uh, Spika. Eh, nimshukuru eh, Mheshimiwa mbunge kwa maswali yake, na nimthibitishie tu kwamba Serikali eh, ambayo ni Wizara ya Kilimo kutu, kutumia benki yake ya ushirika kwa maana ya Coop Bank, na serikali kutoa fedha kutoka AGITF kupeleka Coop, lengo ni kuongeza wigo mpana kwa ajili ya kuwafikia wakulima, na hicho ndicho ambacho tumekifanya kwa sababu ushirika inawagusa wakulima moja kwa moja kupitia maeneo ya vyama vya ushirika yani AMCOS pamoja na sacos zake. Kwa hiyo tumefanya hivyo kwa lengo la kuboresha ili tuweze kuwafikia wakulima wengi, na mikopo yote hii inayotolewa inatolewa kwa asilimia saba, asilimia ambayo haiko katika benki nyingine yoyote inayotolewa. Lakini jambo la pili, e, swala la usimamizi, fedha yoyote inahitaji usimamizi na ni lazima tufuate eh, sheria za nchi na sheria zinazohusiana na usimamizi wa fedha, ili kuhakikisha kwamba kila kinachotolewa lazima kifikie malengo yake, na hili lilowekwa ni lengo na sio kwamba fedha zote ambazo zimetajwa hapa zinatumika kwa asilimia mia moja kama ambavyo eh, tumeainisha. Kwa hiyo hiyo ni, ni kama tageti tu katika mwaka, lakini kiukweli katika matumizi inakuwa ni pungufu, na hicho ambacho mheshimiwa mbunge amekiainisha. Asante Mheshimiwa Spika.